Na msemaji naye kinara wa DCP Rigathi Gachagua amesema kuwa muungano wa upinzani unajiandaa kuhakikisha kuwa Rais William Ruto hapati muhula wa pili wa kuongoza kama rais. Nam akizungumza katika eneo bunge la Roysambu, Gachagua amepuuzilia mbali mdahalo wa ni nani atakayekuwa naibu wa rais katika muungano wa Rais William Ruto na chama cha ODM, kama Stephen Leto anavyotujuza Huku akihudhuria ibada katika kanisa la PCE PCEA Roysambu, Gachagua alirejelea matukio katika kanisa la Witima, eneo bunge la Othaya, ambapo watu wasiojulikana walivamia kanisa hilo na kuvuruga ibada. Gachagua akilalama kuhusu jinsi uchunguzi umelegea na wale waliohusika bado hawajakamatwa. Walikuja wakatupiga pale kanisani Wetima, wakapiga akina mama, wakapiga watoto, walitaka kutuua. Wewe William Ruto, tunataka hiyo watu washitakiwe. Wewe usirudie ile tabia yako. Kashagwa akimrushia vijembe waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa kukosa kuwajibikia swala hilo. Nimeona Murkomen akisema atawajumbe ndio wamelete guns wewe mko meluwacha tukuambie mambo ya guni ilianza, imekuwa hivyo amekuwa CS wa interior. Baada ya ibada kanisani, Gachagua na kikosi chake waliji mwaya mwaya katika eneo bunge la Roysambu kuuza sera za DCP. Hata ukiweka sapurani ya deputy utaenda nyumbani, si ndio? Ukiweka Oburu Odinga utaenda nyumbani, ukiweka Gladys Wanga utaenda nyumbani wa mlima saa hivyo mumeamuka kujua kwamba kiti ya deputy president ilienda, kiti ya deputy president ilienda wakati ligetia litolewa. Kwa hivyo ninyi mko kule kwa sababu ya tumbo zenu, na siku zenu zimefika. Kama noma na iwe vuguvugu vugu la tatu limeanza. Tuko na wazee mbele yetu ambao watatuongoza na hekima. Ukiona jicho pevu Ujue kuku kashatolewa manyoya, kazi imebaki ni kukula. Sisi tunataka kumwambia William Ruto kwamba wewe, siku zako zimeisha. Wakati mshumaa wako ulikataa kuwaka kule Vatican, hiyo ndio siku nilijua wewe, Mungu amemalizana na wewe. Gachagua aidha akiwataka wenyeji wa Mlima Kenya kuungana pamoja kuhakikisha kuwa kura zao zimeingia kwenye mkoba mmoja. Tunataka kuambia watu wa IEBC kwa sababu ndio sababu walifanya mkutano mwezi wa Novemba na watu wa National Registration Bureau. Registration Bureau. Wajaribu kutoa zile majina za watoto ambao wameandikishwa, watachukua vitambulisho ati ndio Ruto wampatia ibe kula naye. Tunataka kuambia IEBC, mkidhubutu hayo, mkidhubutu hayo ndio mtajua. Stephen Letoo, runinga ya